<laughs> Haleluya! Biblia inasema tumebarikiwa na baraka ngapi? Zote katika ulimwengu wa roho, na sisi tunaishi ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo lazima kitu kifanyike, kudownload, kupakua. Ndio maana tunahitaji funguo, tunahitaji namba za siri, tunahitaji password, tunahitaji nywila, ili tuweze kudownload spiritual blessing baraka za kiroho ziwe baraka asilia, vinginevyo utakuwa shahidi wa nani? Utakuwa unasema tu majumba yote haya ni yangu, haleluya, amina, na unakufa hata kibanda hujajenga. Magari yote yakipita, unasema haya yote ni yangu, unaanza kuendesha kwa imani, endesha ji, piga gia ji, mwisho unakufa hata baiskeli hauna. Kwa sababu yanahitajika, yana mkakati wa ufunuo. Haleluya, andika pointi hii. Ubora wa maisha yako unategemea na ubora wa ufunuo juu ya mambo ya kiroho. Nahubiri vizuri? Nasema tena, ubora wa maisha yako unategemeana na ubora wa ufunuo juu ya maisha ya kiroho katika ulimwengu usioonekana. Haleluya na unapopata ufunuo, ufunuo ni mamlaka ya kutawala katika ulimwengu usioonekana. It's the authority to rule in the unseen world. katika ulimwengu usioonekana sasa wacha tusome yale maandiko tuliosoma alafu tukimbize tuombe ili watu waweze kuondoka bibi anasema watu wa mji sema sema watu watu watu watu wa wa wa wa mji mji mji mji kwa sauti kubwa mpaka watu wa mji wasikie sema watu wa mji watu wa mji ni watu gani ni wamama ni vijana ni wadada ni mashehe ni wachungaji ni mapadri ni wakuu wa mkoa ni viongozi wa siasa ni viongozi wa chama ni mashetani si kama mashetani pia ni watu wa mji lakini kila mtu aliyeko katika mji, maandiko yanasema wakakusanyika, wakafanya kitu kinaitwa analyzation, wakafata ki, wakafanya tathmini, wakaanalyze, wakagundua kitu kimoja ambacho nataka kukione kwenye maandiko. Wakagundua mji wanaokaa ni mzuri, mji wanaokaa unapendeza, mji unaokaa hali ya hewa ni nzuri, mji unaokaa kuna amani. Lakini kuna vitu viwili haviko sawa. Jambo la kwanza, ardhi inazaa mapooza. Mapooza maana yake ni unproductive. Haina rutuba, haizalishi, unalima vingi, unavuna kidogo. Hiyo ndo kufakufa, haleluya -kufa. Tanzania. Lakini jambo la pili, ukagundua kwamba maji yake hayafai, poisonous water, maji yenye sumu, hayafai kunywa hayafai kumlisha mifugo, hayafai kuoshea vyombo, maji ni mabaya.